Heshima watu wa ACT walioamua wa kurudi kwenye chama chetu <laughs> na ni matokeo ya kazi kubwa iliyofanyika imefanya waamue kurudi kwenye chama chetu. Kwa hiyo naomba sasa, kabla sijawapa nafasi ya kusema, wale wanachama wa ACT, mwenyekiti wa CCM wa sisi, mkoa sogea, naomba wote mje mnikabidhi kadi moja moja, nitapokea kadi zenu zote afu nitaendelea kuongea. Tuanze <laughs> na mheshimiwa diwani kiti wakata na kayaya, karibu sana na wanachama, karibuni sana haraka, karibu karibu, haraka tukabidhi kadi zetu, karibuni, toeni kadi zenu Wesiti Wazalendo, karibu sana. Tundu safi, ndugu katibu mkuu, ambaye ndio mgeni rasmi kwenye hafla hii ya leo. Bila shaka itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, wafundulu kwa majina, naitwa Seif Hasani Dauda, Diwani machachari wa kata ya Mchoteka. Nitakuwa na maneno machache leo, nimekuja kubusu Chama cha Mapinduzi. Mmetisha sana, ndugu zangu Waungwa kwa mtu muungwana akitendewa isani, mtu huyo umemmiliki. Kwa nini wanasema umemmiliki? Muungwana huwa anatabia, ukimfanya wema kila akikuona anakumbuka wema uliomfanyia, kwa hiyo na yeye analipiza wema. Kwa nini nimesema maneno haya? Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kamati kuu na halmashauri kuu na mkutano mkuu wametupendelea watu wa Ruvuma, kwa kutuletea Dr. Emmanuel Nchimbi na kumteua kuwa mgombea mwenza. Hiyo ni nafasi ya kipekee pata kilio chetu ametuletea gari na ndio maana leo huu uma una mauhakika wa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyoifanya. <coughs> hao waliokuja mia mbili ni kidogo, hali iliyoko nyumbani mtapata taarifa. Sisi ni wabwana tunashukuru jitihada za mheshimiwa rais, tunasema asante sana. Hatuna cha kumpa isipokuwa ni kumwombea kula kwa kila mmoja aliyopo ndani ya kata ya Mchoteka, lakini nje ya Mchoteka na Tunduru kiujumla, mbele ya mgeni rasmi na wana Tunduru kiujumla, na, ki na madiwani wenzangu na vigaoni ndani ya chama cha mapinduzi, mulipokee kama mtoto wenu, kama vijana wenu, kama

Wakata na mama Mwajuma Ajira, karibu sana kwa jina. Naitwa Mwajuma Saidi Ajira, naomba wana taifa, mkoa, wilaya, kata na piga hodi kwenu, naomba nipokee kwa heshima na taadhima hapa kwenye jukwaa aseme ni kwa nini na kitu gani metiga huko ACT kwisha kwisha kabisa nyanganyanga dembeembe chai kio came sababu ya kuhama chama cha ACT Wazalendo, kwa mambo yanayofanya na Rais waku la Jamhuri wa Muungano wa, wa Tanzania Dr Suluhu Samia Hassan. Kwa sababu hizo, kwa sababu mama naupiga mwingi, nimeona zile sababu ya kubaki chama cha ACT Wazalendo, nimejiunga rasmi leo tarehe mbili mwezi wa nne na chama cha Mapinduzi. Ninaomba, napiga hodi katibu mkuu, hodi mwenyekiti wa mkoa, hodi, hodi, hodi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Nawashukuru ah, sana ndugu zetu kutoka chama cha ACT waliojiunga na chama cha mapinduzi, na natoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania wa, wa vyama vyote kujiunga na CCM, na natoa wito kwa wana CCM wote, wananchi wote wa Tanzania kujiunga na nini na CCM kwa sababu ndiyo chama cha maendeleo, na sisi tuko tayari kufanya kazi na Watanzania wote bila kuwabagua. La pili Watanzania, tuendelee kuilinda kuitetea na kuienzi amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Nchi yetu iendelee kuwa na upendo, nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kupendana, tulete maendeleo ya nchi yetu.